Inakuwaje mwana local content, karibu sana local content na huu ni wasawa content inayohusu red devils, Manchester United. Moja kati ya taarifa muhimu kabisa ni kwamba leo Manchester watakuwa wanahitimisha ile mintua yao baada ya kufungwa na Asian All Stars kwa goli moja kwa bila. Uh, washabiki wa Manchester waliwabuu sana wachezaji wa Manchester na ndo kitu ambacho Ruben na Mwalimu anasema, leo watahitaji kushinda ili kupunguza hizo buu, lakini haifichiki kwa sasa matokeo mabaya na anaona kufanya vibaya ni dhahiri shahidi, mashabiki wa United watakuwa wanawabuu na anasema kuzomewa. A, kitu pekee ambacho wanaweza kubadilisha ni kupata matokeo mazuri, inachagizwa na kumaliza kwenye ligi katika nafasi mbaya, lakini hata hiyo mintu na timu ambayo ni muunganiko tu wa All Stars wa Asia wanapofunga, kwa hiyo ni kitu ambacho lazima mashabiki watawabuu na wataendelea kuwabuu na nikimnukuu Mwalimu anasema hatuwezi kuzuia hizi hizi buu au kuzomewa, mpaka ambapo tutapobadilisha mambo, lakini mchezo wa leo tutataka tushinde ili kuanza kupata mwelekeo mpya, na baada ya mchezo huu timu itakuwa inaenda mapumziko. Sasa tunatarajia kwamba usajili ndio utakuwa unaanza kuchukua nafasi, kwa sababu tunaelekea kwenye dirisha kubwa, na baada ya hapo timu itarejea kwenye pre-season mwezi wa saba ili mambo sasa yaendelee, na ndio nafasi pekee ya Amorim kuanza na kikosi mapema ili kuimplementi kile anachokitaka kuelekea sizoni ijayo, na ametuahidi kwamba nyakati bora zinakuja wakati tunafunga msimu. Uh, hiyo ni moja kati ya taarifa muhimu, lakini taarifa nyingine ya muhimu ni kwamba mkurugenzi wa usajili wa Manchester United Marty Hargreaves bado yuko Italia, uh, kule Naples akifanya mazungumzo na rais wa Napoli Aurelio De Laurentiis, na hii ni kwa ajili ya kuweza kumpata Victor Osimhen na inaelezwa kwamba itakuwa ni swap deal, kama ambavyo taarifa zimekuwa zikiendelea, italazimika Manchester kumtoa Rasmus Hojlund, alafu itatoa na kiasi cha fedha ili kuweza kumpata Victor Osimhen, ambaye kwa sasa yeye anamalizia tu mambo Galatasaray na atakuwa anarejea kwenye klabu yake ya Napoli. Na sintofahamu ambayo ilitokea last season inatoa picha dhahiri shahiri kwamba Victor hatosalia kwenye klabu ya Napoli kwa atakuwa anaondoka. Changamoto pekee ambayo inaelezwa kwa Manchester kuhusiana na usajili wa Victor ni kwamba gharama ya mshahara ambayo Victor ama kambi yake wanaitaka ni moja changamoto, lakini um, mratibu wa usajili mratibu wa negotiation Bwana Mati yuko zake Italia akiendelea kushughulikia jambo hili ili liweze kutokea na kama itafanikiwa, basi itakuwa ni sehemu nzuri baada ya kuona bwana mdogo Liam Delap akielekea Chelsea ambako watu wengi pia nimeona wa Manchester wanasema kwamba imekuwa jambo bora kumkosa Liam Delap kwa sababu kumkosa naye ni average player ambaye asingekuja kuisaidia sana Manchester United. Kwa hiyo ni taarifa na hizi update ndio ambazo zinaendelea kumboost mshambuliaji, um, Victor Osimhen ambaye yeye ni moja kati ya washambuliaji bora kwa sasa duniani na akifanya vizuri, alifanya vizuri, alifanya na Napoli kabla ya kuelekea kule nchini Uturuki kwenye klabu ya Galatasaray. Taarifa nyingine ya muhimu kabisa inamhusu Bruno Fernandes na hodha wa Manchester United ambaye yeye, na inaelezwa kwamba mazungumzo ya yanaendelea na wale watu kule Al Hilal. Uh, taarifa ama ripoti zilizopo ni kwamba uh, mkuru wakala wa, wa, wa Bruno huyu si mwingine bali Miguel Pino ameonekana akiwa nchini Saudi Arabia katika moja ya hoteli za kifahari inaitwa Four Seasons na alikuwa akifanya mazungumzo na rais wa klabu ya, ya Al Hilal ambao wao ndio wanataka kumsajili Bruno Fernandes kwa dau lisiopungua kiasi cha pauni milioni mia moja na inaelezwa kwamba Bruno mwenyewe na bado hajakataa dili hilo ambalo Uh, litakuwa ni la miaka mitatu, na hali ambayo bado inaleta wasiwasi kwa mashabiki wa Manchester. Kwa hiyo uh, taarifa ni kwamba bado mazungumzo yanaendelea. Kwa hiyo bado dili ya Bruno haijakufa. Miguel Pino yuko zake Saudia pale akifanya mazungumzo na matajiri uh, katika ule mji wa Riyadh, ambako ndiko matajiri wa klabu ya Al Hilal wako pale, na inaelezwa sasa fedha ambayo inawekwa huenda ikaendelea kuwashawishi Manchester, lakini pia mchezaji mwenyewe anaweza aka attempted na kambi yake, na wamepewa im, tu frame time mpaka kumalizika uh, tarehe 31 maana ni kesho. Kimekwisha kueleweka kama Bruno anakubali au Bruno anakataa, kwa hiyo mazungumzo yatakuwa yakiendelea mpaka siku ya leo na tutapata update zaidi, uh, kutoka hapa hapa local content kama Bruno atakuwa kambi yake imekubali au vipi kukule, uh, ya tangu, ya na kendelea, na kwa sababu wakala wake tayari yuko kule nchini Saudia tangu jana akiendelea na mazungumzo ya kuhakikisha Bruno anaweza kuondoka Manchester United. Taarifa nyingine ni kwamba Manchester wako kwenye mchakato wa kumpata golkipa James Trafford. Ni golkipa chaguo jingine ambalo inaelezwa kwa sasa, na ni taarifa ambayo kwa leo ina, inaonyesha kwamba mchezaji um, huyu mwenye miaka ishirini na mbili kutoka Burnley huenda akawa ndiye mbadala wa Andre Onana ambaye yeye ya, msimu umekuwa sio mzuri kwake, lakini tangu ametua msimu uliopita hajafanya vizuri. Na James uh, Trafford amekuwa na season bora sana akiwa na klabu ya Burnley, lakini kati ya wachezaji ambao wamo kwenye kikosi cha ja timu ya taifa ya England, kwa ni mtu ambaye Manchester wanataka kumsajili au wanamwangazia, yuko kwenye rada na ni chaguo la Manchester katika wale magolikipa ambao wanaendelea kufuatiliwa na klabu ya Manchester United. Taarifa nzuri kutoka Chelsea ni kwamba inaelezwa Jadon Maliki Sancho huenda akasalia Chelsea na Chelsea wakalipa ile pauni milioni 25 ambayo Manchester walikuwa wamekiana na Chelsea, na hii inakuja ni baada ya kuvutiwa na kiwango cha siku za hivi karibuni cha Jadon Maliki Sancho kwa Chelsea. huenda wakawa tayari kuwalipa United pauni milioni 25, na hii itatusaidia sana kama itapatikana, kwa sababu inaonekana kuna watu kadhaa watakuwa wakiuzwa kwao. tukipata 25 kutoka kwa Jadon Maliki Sancho, ikipatikana hiyo 40 kutoka kwa kapatikana sitini ambayo inatajwa kwa Anton itakuwa imechangia kupata angalau mia na ile mia iliyopo inaenda ikawa mia mbili kwa hiyo dirisha kidogo linaweza likawa jepesi kwa sababu we have to sell ili tuweze kununua hatuna uwezo wa kununua peke yake bila kuuza, kwa hiyo itakuwa ni jambo bora zaidi kama litawezekana lakini taarifa nyingine bwana mdogo Kobe Maino atakuwa anawekwa sokoni na thamani ambayo Manchester wanaiweka ni pauni milioni sabini. Na kwa nini Kobe Meno anawekwa sokoni? Hili ni swali ambayo tunaweza wakajiuliza. Kumekuwa na changamoto ya kimkataba kati ya Manchester na Kobe Meno, kwa maana ya wawakilishi wa Kobe Meno. Kobe anaamini anastahili, anaamini anastahili, ana anataka ana ana ana kupata uh, fedha kama ambavyo wanapata wachezaji wengine. Na kubwa lakini mikataba ya Manchester bado inaonekana wanataka kumweka kwenye mishahara ya kati na kati. Kwa hiyo kumekuwa na mvutano wa muda mrefu wa kusaini mkataba mpya wa Kobbie Mainoo ambaye sasa Manchester itakuwa tayari kumwachia kwa mtu ambaye atakuja na kiasi cha pauni milioni sabini. Hili e, jambo sijui likoje au uh, lina ugumu kiasi gani, lakini pauni milioni sabini kwa Kobbie Mainoo tusubiri kuona kama itawezekana. Lengo kubwa pia ni kugenerate fedha kwa ajili ya kufanya usajili mkubwa a, kwenye dirisha ambalo litaanza hivi karibuni. Pound milioni sabini kwa Kobe Mino. Lakini taarifa nyingine ni kwamba Alejandro Garnacho ni miongoni mwa wachezaji ambao pia wameingia kwenye rada za AC Milani. AC Milani tunafahamu pia inataka kufanya maboresho baada ya kumaliza na wao season vibaya kule Italia, wakimaliza kwenye nafasi ya nane. Wanamwangazia Alejandro Ganacho Ferreira kama mtu sahihi wa kwenda kuwasaidia. Kwa Ganacho, anaingia kwenye rada za AC Milani, na hii inawafanya ina, ina, ina kwamba huenda Manchester wakawa tayari kumruhusu kwa sababu tayari Ganacho ameambiwa tafute timu nyingine. Kuna Napoli ilikuwa inatajwa na inaelezwa kwamba moja kati ya mazungumzo ambayo yanafanyika kati ya Matt Hargroves na, na, na, na rais wa Napoli ni namna ya kuweza uh, kufanya pia utaratibu wa kumnunua uh, Ganacho. Kwa hiyo hizi ni taarifa ambazo zipo. Tutaendelea kupeana update nyingi zaidi kutoka hapa local content, ambapo usiache kusubscribe, kulike na kushare kupitia hapa hapa local content. Chao kwa sasa.